Nilikuwa msomaji nende nisomee barua ya Paulo kwa Hebrewia mbili, ile yake pa unashuka shuka kadogo kadogo, twende kwa Hebrewia tuone matendo ya Mungu ya ajabu ambayo alikupenda. Karibu tunasoma kwa jina la Yesu. hmm. hmm. Mungu naye akishuhudu pamoja nao kwa ishara, Mungu akaendelea kushuhudia matendo yake makubwa ya ishara. Uhum. -huh. kwa ishara na ajabu hmm. na nguvu za na ajabu na nguvu na nguvu ya mingi mm -hmm. na kwa magawanyo ya magawano, roho, kwa mtaka magawanyo, mtaka maroho Mtakatifu. Mungu alifanya vitu vinavyokuwa biashara akafanya ugawanyo wa Roho Mtakatifu kile kinya anapenda kukigawana anagawana. Bwana Yesu asifiwe, kama alivyopenda mwenyewe ee tano yake hmm. Maana ya kweka chini ya malaika hmm. Ulimwengu ule hmm. ujao ndio tutauona, tutaunena hmm. Ila mtu mmoja hmm. ameshuhudia hivi ameshuhudia hivi mm. mahali fulani mm -hmm. Akisema, anasema sita, mwanadamu ni nini hata umkumbuke. Mkumbuke? Mm. ama eh, mwana wa binadamu, wa binadamu, hata umwangalie umwangalie. saba pale umemfanya mdogo punde kuliko malaika ya Mungu matendo makubwa, ambaye Mungu anagawanya. Biblia inasema wazi, ukisoma barua ya Paulo kwa Waebrania mbili pale ine, Mungu matarajio yake aligawa, anagawa roho vile vile anavyotaka, na mgawio huyu, leo akisema ukufe utakufa, akisema leo uishi utaishi. Kama leo tuko wazima, ni kutaka kwa Mungu, sema haleluya tena unaumba vitu vyote, unamtilia kwenye mikono yake au kwenye miguu yake, leo katika taji ya utukufu, um um kwenda kumshukuru Mwaka una siku mangapi? Napenda mtu mmoja aniambie mwaka mmoja huku na siku ngapi? mia tatu makumi sita. Mungu ndo ambaye kwa siku ya leo anakufikisha hivi, ndio kwa maana tuko hapa kwa ajili ya kwenda kumshukuru Mungu kwa hii siku mia tatu makumi sita. Sema haleluya! Karibu tumalizie basi, na barua sina muda ni mchache hata tumalizie pale e, Mwanzo, kitabu cha Musa alivyoandika pale jangwani, mwanzo wa mambo yote. Karibu pale kumi na nne kusomea mbili. Karibu tunasoma kitabu cha Mwanzo kumi na nne na mstari wake mdogo wa pili. Tunasoma kwa jina la Yesu. hmm. walifanya vita na bi na bera, na bera. Mfalme wa Sodoma na, na, na Bisra, ndiyo, mfalme wa Gomora mm, na Shinabu mfalme wa Adma mm-hmm, na, na Shemeberi mfalme wa Sebiomu na mfalme wa Bela. Ruka 10 ruka 9 tunaruka 9 tunasoma tuna kwa jina la Yesu mm, wapigane na mfalme wa Elamu na Tidali mfalme wa Goimu. Hiyo ni habari ya vita ambaye wakati lote alivyokuwa na Ibrahimu. Mara moja yeye akaenda katika ndini bonde la Sodoma na Gomora, wakati alivyoshuka kule, akakuta hawa wafalme walikuwa na vita na ndio vita nani huyu ndugu? Wakati vita ilivyomwendea Lot, ilikuwa ni wafalme, walikuwa wafalme maka eh, ma inchi mbalimbali wakapambana vita hii, vita nilivyokuwa, ikabidi naye Ibrahimu aende afanye msaada kwa kumsaidia Lot kwa hii nchi niko. Napenda nikwambie Mungu amekupigania vita vikubwa sana kwa mwaka mzima. Sema haleluya, sema haleluya. Labda ulitembea na gari, Mungu amekutendea inasikia tukitwa na mtu anakufa lakini wewe ungali uhaya wende ukamshukuru Mungu. Karibu twende tumalizie pale. Tunamaliza, tunamaliza. Simama wima, tunakwenda kusoma neno la Mungu. Soma Injili kama vile ilivyoandikwa na Yohana Mtakatifu tatu kumi na sita. Karibu tumemaliza barua ya mwisho Yohana tatu tunasoma mstari wake wa kumi na sita Mm. tunasoma kwa jina la Yesu Amen. Kwa maana jinsi hii Mungu alipenda ulimwengu, hata akamtoa mwanawe, ili kila, kila mtu amuamini asipotee, bali awe na uzima Bwana Yesu ndiye kingo letu. Wakati unapopata magonjwa mara moja, ukasema tu umekwisha kumwamini tayari, anamefanya msaada. Sema nitaomba dua kutoka kwa Baba na Baba ataleta uponyaji. ndio niko napenda nikwambie neno moja leo, mimi ninapenda kusema nimemaliza, nimemaliza. Napenda mtu mmoja akuya hapa tumombee kufa, jina la Bwana libarikiwe. Mimi napenda mtu mmoja mnyata titoa leo akuje hapa nimombe kufa Nyote kidole chako mtu. <coughs> Hakuna hata mtu mmoja. Hallelujah. Kwa sababu gani tunakosa kumwamini Mungu na kwenda kumshukuru Mungu? Leo tunakatala kufa na sema hivi. Mimi namaliza mahubiri. Ma, ma, nimemaliza kujumbe ambaye ninao kuletea kwa ajili ya kwenda kumshukuru Mungu. Ninasema napenda mtu mmoja asimame wima kuja hapa nimwombe kifo. Hakuna. Sasa nani anayetupatia uzima wa kifo ambaye tukufanye nani? yako ya makubwa. Tunapitia vita vikubwa kufikia kwa tariki ya leo, tariki tisa mwezi wa 12 mwaka 2025, tunasema Bwa ambaye kazi kubwa ambayo unayapitia kwetu tungali uhai, waangide wangapi wanapokuwa marehemu, lakini Bwa ndio kwa maana tuko hapa mipangilio tuko hapa kwa ajili ya kwenda kukushukuru wewe Mungu kwa kazi ambayo ya matendo yako ambayo unakwenda kutenda kwetu. Shetani alisikia wivu. asante Bwana, pepo ya mauti litusonga kila kitu chote, magonjwa mbalimbali ambayo wewe ulikuwa oh, Mungu na ukasimama, na leo ya siku ya leo tuko hapa ndani ya kanisa la Remike, nayo juu ya kwenda kukushukuru Mungu, tunakwenda kukubariki kwa matendo yako makubwa. Tumpikie Bwana makofi na vigeregere kwa utukufu wa Yesu. Asante, najua hautapenda kufa wala upende kufa hata wende. Mbariki Mungu, wakwenda kumwimbia Mungu, wakubariki na bariki neno hili kupitia jina la Yesu. Tuseme, museme.